Habari, karibu tena Achieve Finance. Jamani, tunaendelea na series muhimu sana ya budgeting na planning, na leo tunakwenda kujifunza kuhusu shopping list. Ah, nakumbuka ya kwamba tulishafanya video ya a list of preference, kwamba list of preference ni nini. Lakini leo tunakwenda kuangalia kuhusu uh, shopping list na katika kuangalia shopping list naomba tukaangalia kwanza maana yake sawa, eh? Uh, shopping list ni nini? Shopping list uh, unaweza ukasema ni list ama orodha ya yale mahitaji ambayo unataka kwenda kuyanunua una mpango wa kwenda kuyanunua na mara, mara nyingi yanatoka kwenye ile bajeti yako ya mwezi, sio mahitaji ambayo yanatoka kwingine kokote. Tayari uliyajua kabla, sema kutokana na utaratibu wako kwamba unanunua kwa wakati gani, basi unakuwa unachukua ile bajeti alafu unachukua baadhi ya mahitaji kule unayahamishia kwenye shopping list ili kwenda kuyanunua. Kwa hiyo unakuta shopping list huwa haiandaliwi mapema sana kabla ya muda wa kwenda kununua, kwamba unakuta kutoka pale unapoandaa shopping list na pale unapokwenda kununua hakuna utofauti mkubwa sana wa muda, kwa sababu ni mambo ni mahitaji ambayo unahitaji kuwa nayo na utakwenda kuyanunua very soon. Kwa hiyo ndio maana unakuwa unaandika ile listi. Pia unaweza ukasema kwamba shopping list ni listi ya mahitaji ambayo unataka kwenda kununua kutoka sokoni au supermarket, ama gengeni au mnadani, kote huko ambako watu wananunua vitu. Kuna ununuzi wa, wa, wa vitu mahitaji mbalimbali, ndo unaandika ile listi yako, alafu unakwenda hizo sehemu unakwenda kununua vile vitu lakini pia shopping list ni listi kwa ajili ya mahitaji yako binafsi ama mahitaji ya familia yako katika kipindi fulani ambako ndio umelenga kwamba haya mahitaji yatakwenda kukava kipindi fulani, basi tunakwenda kununua kwa ajili ya kwenda uh, kutimiza mahitaji hayo kwa kipindi husika. Jambo la kwanza Uh, la kuzingatia ni kwamba ile bajeti yako unatohoa kidogo, unachukua kidogo, kipande kidogo unakitia kwenye shopping list, alafu unakwenda kufanya manunuzi. Sababu za kuandaa shopping list, ambayo wengine wanaita grocery list, sababu ya kuandaa shopping list ama faida za kuandaa shopping list ni nini? Cha msingi kwanza, cha kwanza kabisa, inakusaidia kuwa focused. Unakuwa very focused. Na focused kwa maana ya kwamba unajua, mara nyingi hizi supermarket, maduka na, na sehemu zingine ambako tunakwenda kununua mahitaji ama bidhaa huwa mara nyingi pamepambwa na kurembwa na kupangwa katika namna ambayo inavutia macho. Hata zile rangi wanavyoziweka wanavyozifanyia matching inakuwa inakuvutia sana machoni. Kwa hiyo kama hauna shopping list unaweza ukaamua kwamba hebu nikishike hichi kitu ambacho wala ukuwa umekusudia, unakishika, unakiangalia, kinakuvutia, unaishia kununua. Na wakati kwenye shopping list hakipo, kwenye bajeti zako ambako kwa tumeenda kutoa shopping list pia haipo, mipango yako hicho kitu hakipo, lakini kwa kilivyopangwa, kwa kilivyonogeshwa, kilivyoongezewa vitu vingine pembeni yake, basi imetokea kama ni kitu ambacho kinakuvutia. Sasa ukiwa na shopping list, itakusaidia sana kwenda kununua yale mahitaji tu ambayo unahitaji, bila kujali mengine yamerembeka kiasi gani, yamedizainiwa vizuri kiasi gani, yamepangwa kwa njia ya kuvutia kiasi gani, hautajalisha kwa sababu tayari haipo kwenye listi. Kwa hiyo tunavyosema kwamba inakusaidia kuwa focused, ni kwamba unabaki tu kwenye yale mahitaji ambayo kweli kweli kabisa unahitaji, na mengine yote unasema mm -mm, naomba niishinde hii roho hii ambayo anataka kunipeleka kwingine, unaona eh. Kwa hiyo hiyo ni uh, advantage ama faida ya kwanza ya kuweza kutumia shopping list. Lakini faida ya pili, shopping list inakusaidia kujua ni kiasi gani ukibebe kwenda nacho sokoni kama pesa ambayo utatumia kwa ajili ya kufanya manunuzi. Unapoanza kuandika shopping list, ukaandika, ukaandika kwanza ule wingi wa vitu, lakini kwa sababu mwezi uliopita pia uliandika, inawezekana kabisa kuna baadhi ya ya gharama unazikumbuka kichwani. Ukiangalia na ile listi, unasema mm, kwa listi hii bila laki tatu na nusu laki nne sijakamilisha mm, mm, vitu hapa Unaona, basi okay, kumbi basi, ngoja nichukue laki tatu mpaka laki nne Na wakati mwingine inawezekana hizo gharama zisiwe halisia 100% kwa sababu sokoni kuna kupanda na kushuka kwa bei, lakini angalau hautakuwa mbali na ukweli, na itakusaidia kwamba ulivyokwenda sokoni hiyo mara moja, kwa sababu pesa ilikuwa imetosha, kila kitu ambacho umekiweka kwenye listi unaweza kukinunua. Faida ya tatu inakusaidia sana kupanga maswala ya chakula nyumbani, tunasema meal planning. Mambo ya chakula pale nyumbani, kwa sababu wakati mwingine huwa tunapika tunaamua kupika nyumbani kutokana na kwamba tuna nini kwenye friji au tuna nini store, ndo unaamua chakula cha kupika. Ili kusudi usifanye hivyo, jua kwanza unataka kupika nini kwa wiki, kwa mfano alafu ye ile ratiba yako ya chakula utahitaji kuwa na vitu kiasi gani ili ikufikishe kwenye wiki nzima. Kama ni nyama, ni nyama kilo ngapi? Samaki kilo ngapi? Dagaa ununue kilo ngapi, eh? kama ni firigisi za kiasi gani, ili kusudi, kutokana na ratiba yako ya msosi, Jumatatu pengine ni njegere za nazi, wali na firigisi ya kukaanga Ushajua. Kwa hiyo kwenye shopping list hautaacha kuweka njegere wala kuweka firigisi na kuweka nazi. Pengine jumanne unapika makande unahitaji tena nazi, kwa hiyo unajua mi bila nazi za shilingi elfu kumi bila nazi za shilingi elfu kumi na tano hii wiki sijatoboa. Na usija ukafikiri kwamba nazi za shilingi elfu kumi na tano ni nyingi, hapana, mambo yamebadilika. Wakati sisi tunakuwa nazi ilikuwa mia tatu Hange mungu nazi ilikuwa mia tatu. Unatumwa nazi sokoni, back then nilikuwa naishi Arusha, unatumwa sokoni pale, kama ni Kilombero au sehemu nyingine soko kubwa, mia sita au mia tano maximum ndo bei ya nazi. Sasa hivi, wapuani, sasa hivi eh, Dar es Salaam na ndo mkoa wa Pwani, sasa nazi mpaka nazi nzuri. Kwanza siku hizi huwa sipiki na nazi moja, napika na nazi mbili hiyo imesha kuwa kawaida, unauzia nazi ya elfu moja mia tano, lakini kanazi hasa unasema hii nazi mpaka, <laughs> naikuna naichuja kweli, mchuzi wangu wa samaki sato utakolea kweli. Kwa mshu wa siku unaishia kununua nazi mbili ndo naenda kupikia, kwa hiyo utajua mpaka idadi, kwa mfano ninunue nazi ngapi, kumi, kumi na tano, kama ni watu ambao mnapenda kuunga vya nazi sana lakini pia pengine kuna siku nimesema nataka kupika pilau, lakini kwa nyumbani nina vitunguu saumu na vyenyewe vimekuwa kichaa, yo yo yo, robo kilo, robo kilo ya kitunguu saumu mpaka shilingi elfu saba robo kilo shilingi elfu nne mia tano elfu tano kilo nzima mpaka elfu ishirini na vile vya Kiswahili vinavyonukia vile, tunasema yaani ni kama pilipili kichaa, ni kama pilipili kichaa. Sasa inakuwa ni kama vile kitunguu saumu kichaa inanukia, sio zile artificial. Nakwambia robo kilo mpaka shilingi 5000 Kwa hiyo labda nitapika pilau, alafu kuna siku nitamarinate samaki, kwa hiyo nahitaji niwe na vitunguu vya kutosha. Inakusaidia ili baadaye unakuja kupika vyakula bila stress, ile ratiba yako ya chakula unaifuata vizuri, kwa sababu mahitaji yote yapo lakini pia ukinunua kupitia shopping list inakusaidia kuepuka kununua vitu vingi, kwa sababu pia vitaweza kuja kuharibika. Kwa hiyo unanunua tu vitu kadri ambavyo unahitaji, ili kuepusha pia kununua vingi halafu vika vikaharibika. Lakini pia kwa kununua vitu kulingana na ratiba yako ya chakula inakusaidia kupika vyakula vyenye afya, na mwisho wa siku mnakula vizuri na mnaendelea kuwa ni watu ambao mna afya njema. lakini advantage ya, ya nne ina kuokolea pesa. Kwa kwenda na shopping list kufanya shopping ama ile grocery list inakusaidia kununua yale mahitaji tu ambayo unahitaji kiuhalisia, na ndio hayo ambayo umeyaandika kwenye listi. Kwa hiyo yale mengine yote ambayo katika hali ya kawaida ungeweza kushawishika kununua umeyaepuka, hivyo umeokoa pesa, as simple as that. Kama utanunua kile unachokihitaji ukaacha vingine of course macho anawezekana yakatamani lakini ukasema no, hayapo kwenye mahitaji yangu, basi unaachana nayo unakuwa umeokoa pesa zako. Lakini pia inakusaidia sana kuokoa nguvu zako na kuokoa muda wakati unafanya shopping, kwa sababu unajua unataka nini. Yaani unafika sokoni hivi unasema hivi, kuku anapatikana gapi? ni upande wa huku, umeenda kwenye kuku. Why? kwenye shopping list kuna kuku watatu au wawili wa wiki, nataka samaki. Mabucha yako wapi? Yako huku yani, hata navigation ya kule sokoni inakuwa rahisi kwa sababu unanunua kutokana na listi. Inakuambia vipi, unakuja kusema ah, sehemu ya matunda ni ipi? Unakumbuka matunda ni kule mwishoni mwa soko. Na mimi nataka leo matunda, nataka matikiti, nataka mananasi, nataka maembe, wanangu wanapenda sana machungwa, machenza. Umeandika, unaenda straight, unapita katikati ya kebichi, unapita katikati ya ndizi moshi, unapita katikati ya karoti, unafika kule ndani, kule kwenye matunda, kwa sababu wewe umekuja leo kununua matunda tu, ndio pengine nyumbani hauna. Kwa hiyo unajikuta unaokoa muda lakini pia unaokoa nguvu nyingi ambazo ungezitumia otherwise kutafuta na kutafuta hivi. Eh, ninue nini? Sijui upige simu dada, mbona umuulize simu, nataka nimuulize kama kuna matunda. Hukuandaa listi, kwa hiyo hujui, unampigia dada, kumbe uko nje, anaanua nguo, hajaona simu yako, tena machungwa yaliisha. We kwanii, ukuandika listi ukatoka nayo, ambaye nakwambia machungwa yapo, lakini machenza yameisha watoto wanakwambia mama, siku nyingi hatujala mapeas matunda damu ndio umeandika. Unakuwa hauhitaji uh, kumpigia mtu simu mara kwa mara. Lakini kingine ambacho shopping list inakusaidia ni kupunguza safari za kwenda sokoni. Umenunua mahitaji yako yote ambayo unahitaji, hautakuwa na sababu ya katikati ya wiki umechepuka chi umeenda sokoni au umemwachia dada nauli, ili baadaye mchana atoke ye yeah, aende sokoni. Kwa hiyo ile kupunguza punguza safari, pia unaokoa muda, kwa sababu unatumia safari moja unapata mahitaji yote ya wiki. kwa kama ungeenda safari tatu au nne, umeshaenda moja, umeokoa safari tatu, ambazo pia ni gharama. Kwa hiyo inakupunguzia hiyo kwenda kwenda sokoni kila wakati. Lakini kingine ni kwamba shopping list inakusaidia usisahau mahitaji yako yote muhimu kwa sababu kwa mfano, umeenda kununua vitu alafu umesahau mahitaji fulani muhimu, na unakuja kugundua umeshafika nyumbani, au hukuuliza, hukuandika listi, unafika dada, nakwambia mama, mbona hatuna kitungu swaumu, alafu kesho nataka kupika pilau kwa sababu ni Jumapili. Unajikuta unaanza kununua vitungu swaumu vya rejareja, unaanza kununua malimao ya rejareja reja. alafu unayanunua gengeni, ambako natural gengeni wanauza bei kuliko sokoni. Kwanza, kile kitendo cha kununua rejareja umeongeza gharama, lakini kitendo cha kununua gengeni unaongeza gharama zaidi. Na wakati sokoni ungenunua malimao ya shilingi elfu mbili ungepata malimao mengi sana. Unaweza kwenda kununua sokoni, kununua gengeni limao moja mia tano. Kwa hiyo kwa, kwa shilingi elfu mbili unapata malimao manne, na wakati elfu mbili ungeenda sokoni Haya hapa mia tano, haya hapa mia, mia, haya hapa sabini, haya hapa kwa sababu anakuambia haya hapa mia tano haya hapa mia haya hapa sabini haya hapa mia kwa hiyo ina maana kwa shilingi elfu mbili unapata uh, malimau ishirini lakini gengeni wanakuzia moja mia tano. Hasara kwa nani na faida kwa nani? Hasara kwako, faida kwa muuza gengi. Kwa hiyo ile kuepuka mahitaji yako yote unayohitaji ya muhimu, basi tumia shopping list. Lakini shopping list lakini pia inakusaidia sana kuboresha kumbukumbu kumbu zako, kwa sababu wakati unaandika unakuwa ni kama unafanya mawasiliano kati ya kule kuandika na akili yako, kiasi kwamba hata baada ya kuiandika, mi nakuambia hiyo listi hata ikipotea ukienda sokoni utakumbuka 99% ya yale mambo ambayo uliandika kwenye listi, kwa sababu wanasema kuna magic wakati unapohamisha mambo ambayo yapo kichwani, unapokuja kuyaleta kwenye makaratasi. Kuna kwa kuna mawasiliano kati ya kumbukumbu kumbu na nerves na kadhalika. Kwa hiyo hata baada ya kuiandika ile listi ukajikuta umeisahau hiyo siku hujaibeba. Ukaisahau Trust me, ukienda dukani utakumbuka sana karibia 99% ya vitu, kwa sababu ulishiriki kwenye kuandika vile yale mahitaji ambayo unayataka, lakini kingine baada uh, unajua uh, vitu ni vingi sana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kuandaa uh, shopping list kunakusaidia sana, kujikuta kwamba haupati ile hali ya kuhisi kama unachanganyikiwa, kwa sababu mambo ni mengi Alafu unahisi kama nyama sijanunua, amna mchele maharage, ofisini, mara mtoto sijampeleka, yani unajikuta sometimes you want to talk peke yako, unaongea kabisa mwenyewe unasema, sijui maharage. Sasa ukiandaa budget, alafu kaja ukaandaa shopping list, inakusaidia kupata utulivu fulani na kuepuka ile hali ya kuhisi kama unachanganyikiwa, kwa sababu unahisi kama mambo ni mengi, ni mengi na uwezi kukumbuka yote. inakusaidia kutulia, inakusaidia kwanza kurelax, alafu inakusaidia kuhisi kama upo in control kwa sababu listi yangu nayo kumbe ni hivi vitu tu. Mbona nilikuwa nahisi kama vitu dada x, kweli umeangalia sabuni? Anakwambia ndio mama, mwezi huu dada watu walikuwa sio wengi, nguo za kufua zilikuwa chache. Mbona sabuni zipo afadhali? Ah, afadhali. Dada ok, mbona kama ujaandika nanili ile za kunawia mikono zile, mambo ya tulivyoanza kuambiwa tunawe mikono korona, na mama ulinua zili, bakigi mbili ukaongeza tatu kwa hizo ko tano, tumetumia mbili bado zipo. Ah, kumbe vitu vipo bwana. Presha napata ya nini? Kwa unapata utulivu fulani hivi, alafu unaweza kuconcentrate na unakwenda unavinunua bila stress, lakini pia unafanya na mambo mengine, inakupatia mwanya wa kufanya vingine, kama nikupeleka mtoto hospitali, kama ni kupita mara moja sijui kwenye chama gani, kama kuna, kuna ka kikoba unataka kupita mara moja, unapata mpaka na huo muda. Lakini kingine ukisha andaa budget, ukaja ukaandaa shopping list alafu ukaenda ukanunua vitu ukatiki vyote unahitaji, yani siku hiyo sokoni Everything ilikuwa inapatikana, kila unachokihitaji, mpaka mahindi ya makande yalikuwa yanapatikana, dagaa wa Kigoma walikuwa wanapatikana, ukatiki. Wanasema inakupa hali ya furaha. I, I, unofa, un, inakufanya unajisikia nimeaamplish, niliyopanga yote kuyafanya nimeyamaliza ama hiro ama wina. Unajua kwa sababu huja nikuambie the more unakuwa mtu mzima, unakuja kudefine ushindi katika namna tofauti sana. Just imagine kununua mahitaji ya, nyum, ya nyumbani kuja ukapanga pantry, ukapanga zile ndoo, ukatoa mchele ukaweka mchele kwenye ndoo ya mchele, ukaweka dagaa kwenye ndoo yake, ukaweka nini, ukapanga friji hiyo peke yako, ambayo wakati mwingine mtu mwingine anaweza kapuuza, wewe inakufanya unajisikia wao, mwezi huu sasa huu uh, uh, mwezi wa Januari au Februari au March depending na uko mwezi gani, umeisha vizuri, vitu vyangu vya friji viko, vya nafaka viko, mkaa upo eh, gesi nimenunua. Oh, thank God unachukua mpaka na glasi ya juisi unakunywa, kama mama unajipongeza, kwamba huo upande umekava. Kwa hiyo inakusaidia una celebrate, unajisikia kama umeshinda, unajisikia kama upo in control ya mambo, mambo yanaenda, sabuni zimepangwa pale, sabuni ya unga pale, kwa wale ambao mnatumia mashine kufua, kuna zile sabuni za mashine ziko pale soft na nini, ukule masamaki yamewekwa kwenye deep freezer, chakula cha mbwa, yani you are sorted. Unasema yes, now I can take a glass of wine and thank God, unashukuru. Kwa hiyo inafanya unajisikia raha. Kwa hiyo hizo ni benefits nyingi tu nimetoa za kutumia shopping list. kama ulikuwa unaendega kichwa kichwa, unasema uta trust your medulla oblongata, jamani, hii medulla inasaaugi wakati mwingine. Wewe andika tu, It cost you nothing kuandika kwa hiyo uh, natumaini kuanzia leo utaanza kuandaa shopping list. Usikubali kutoka nyumbani kununua kitu bila shopping list. Utajikuta unarahisisha maisha na unapata angalau muda wa kupumzika, kwa sababu sio unaenda, oh, uh, nimesahau samaki eh. Kuku. Baba Chanja alisema anataka kuku mwezi huu, hii ngoja nikafate kuku unatoka, maana Baba Chanja alishasema, jamani, mkienda kununua vitu na nimetoa hela ya kuku, alafu ujanunua, utakuja kumwambia ulienda kununua dera, ulipeka kwenye vikoba, asipokuta kuku kwenye friji. Kwa hiyo unakimbia tena, unaenda <laughs> kununua kuku. Hiyo hali ya hivyo uta, uta, uta, utaachana nayo na utakuwa more relaxed na utakuwa a happy mother ama a happy father or a happy wife, a happy mother, a happy home A happy wife a happy husband, na kadhalika. Kwa hiyo jamani, tusiache kutumia endelea kubaki na Achieve kama uje subscribe, naomba usubscribe, alafu tuambie hapo kwenye comment section huwa unaandaa shopping list ama ndo unakwenda kuanza. Kama unakwenda kuanza, all the best aandaa, alafu utakuja kutupa mrejesho kwamba hali ikoje uko kwako. Sawa, lakini huku kwetu si tuko na shopping list. Asante, nitakuona tena wakati ujao. Bye.